Siku moja baada ya mabadilishano ya wafungwa wa kivita wanafahamika kama prisoner of wars kati ya Ukraine pamoja na Urusi, jeshi la Urusi limefanikiwa kufanya mashambulizi katika kiwanda cha kutengeneza ndege zisizokuwa na rubani mjini Kiev, na hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi. Vikosi vya Urusi vimeua raia 13 katika mashambulizi dhidi ya Ukraine ndani ya saa 24 zilizopita, na hii ni kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka za mkoa ambazo zimetolewa na Mei 24, 2025 ambapo watu wengine 51 wamejeruhiwa wakiwa katika hali ya uhitaji wa matibabu ya uharaka zaidi kutokana na mashambulizi hayo. Malengo mengine ya mashambulizi ni pamoja na kituo cha upelelezi wa rada mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot uliotengenezwa Marekani kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Jeshi la Urusi limetekeleza shambulio ambalo limefanikiwa dhidi ya kiwanda cha kutengeneza makombora na ndege zisizokuwa na rubani aina ya drone katika mji mkuu wa Ukraine, yani Kiev, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imezungumza. Taarifa hiyo iliyotolewa na Wizara imethibitisha ripoti za awali kuhusu shambulio kubwa la makombora na ndege zisizokuwa na rubani ambalo limetokea usiku kucha mjini Kiev. Mashahidi wanasema walisikia milipuko kadhaa, huku picha ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha milipuko mikubwa jijini humo. Jeshi la Urusi lilitekeleza shambulizi la pamoja kwa kutumia silaha za ardhini zenye usahihi wa hali ya juu pamoja na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya kiwanda cha kijeshi cha Ukraini kinachozalisha makombora pamoja na ndege za mashambulizi zisizokuwa na rubani sehemu ya taarifa hiyo ilizungumza. Taarifa hiyo imeongeza kwamba malengo mengine ya shambulio hilo ilikuwa ni kushambulia kituo cha upelelezi kwa kutumia rada pamoja na mfumo wa ulinzi wa anga aina ya Patriot, ambao mfumo huo umetengenezwa nchini Marekani, na malengo yote yaliyokusudiwa yalifikiwa. Vituo vyote vililengwa na viliharibika vibaya mno. Shambulizi hilo la Urusi limelenga kiwanda cha kutengeneza ndege pia cha Antonov ambacho kipo upande wa magharibi mwa mji wa Kiev. Mashambulizi hayo yamekuja kufuatia ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka Ukraine dhidi ya Moscow na maeneo mengine ya Urusi katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Urusi, jumla ya ndege zisizokuwa na rubani 788 makombora 12 zilizuiliwa kuingia Urusi kati ya Jumanne na Ijumaa nyingine mia moja na nne zilidunguliwa usiku kucha. Wizara hiyo ilizungumza tarehe kumi tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Urusi, jumla ya ndege zisizokuwa na rubani 788 na makombora 12 vilizuiriwa kuingia Urusi kati ya Jumanne na Ijumaa. Nyingine mia moja na nne zimedunguliwa usiku wa kuamkia leo, tarehe 24 mwezi wa tano 2025. Kwa ujumla vikosi vya Urusi vilirusha makombora 14 aina ya Iskander M KN-23 dhidi ya Ukraine usiku pamoja na droni za mashambulizi 250 aina ya Shahed na droni za kuvuruga rada. Jeshi la anga limesema kuwa droni 128 zilidunguliwa zili na nyingine 117 ziliharibiwa kwa njia za kielektroniki na kupotea kabisa kwenye rada au kupotea katika mfumo Tangu kuanza kwa uvamizi wa kina Urusi, taifa hilo limekuwa likitumia makombora na droni kushambulia miundombinu ya kiraia ya Ukraini. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilisema kuwa mtu mmoja aliuawa na wengine 20 kujeruhiwa tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 wakiwemo watoto wanne, kutokana na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraini katika kipindi hicho. Aidha, aidha raia wengine wanne wakiwemo watoto wawili walijeruhiwa baada ya mji wa Lgov katika mkoa wa Kaski kushambuliwa kwa kutumia kifaa cha kurusha makombora cha Himars ambacho kilitengenezwa na Marekani. Jeshi la Urusi lilielezea kuwa litalipiza kisasi fasavyo kufuatia mashambulizi hayo ya ndege zisizokuwa na rubani kutoka Kiev. Lakini tofauti na upande wa Ukraini, taarifa ambayo ilizungumzwa na Urusi wanasema wao wamejikita tu katika malengo ya kijeshi na viwanda vya kutengeneza silaha. Time Mall taimashenko ambaye yeye ni mkuu wa utawala wa kijeshi katika jiji la Kiev amesema mtu mmoja alijeruhiwa na magari matano kuharibiwa katika wilaya ya holo CVS sky, baada ya mabaki ya droni kuanguka katika maeneo mbalimbali. Jengo la ghorofa tano lililoko katika wilaya ya Soloominsky lilishika moto na watu saba walihitaji huduma za matibabu baada ya kupata majeraha, kwa mujibu wa Tikashenko watu wawili walijeruhiwa katika wilaya ya Dini Proviski, kama ilivyosemwa na meya wa Kiev akifahamika kama Vital Klishenko. Katika wilaya ya Obolinsky, moto ulizuka kwenye mabakoni ma ya jengo la makazi ya gorofa tisa ukianzia katika gorofa ya tatu hadi gorofa ya sita, kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo. Watu watano walihitaji matibabu, angalau nne walipata mshtuko wa kisaikolojia bila majeraha mengine. Kituo cha kibiashara cha Blockbuster Mall kilichopo katika wilaya ya Obolian Sky kimeharibiwa vibaya baada ya droni aina ya shahidi au mabaki yake kugonga paa la jengo hilo. Hii ni ripoti ambayo ilitolewa. Vikosi vya ulinzi wa anga vya Ukraine vinasema vyenyewe vilidunguru ama makombora 6 aina ya Iskander-M, lakini pia KN-23 ambayo yalilenga jiji la Kiev kwa mujibu wa jeshi la anga hii ni sehemu ya ripoti ya kile ambacho kinatokea huko nchini Ukraini ambapo Urusi tunaona wamerudisha sasa tena mfululizo wa mashambulizi pale nchini Ukraini. Niweke nukta ambayo inaelezea juu ya taarifa ambayo imeendelezwa taarifa ya jana, ambapo tulieleza kwamba awamu ya kwanza ya ubadilishanaji mateka au wafungwa wa kivita elfu mbili kati ya Ukraine pamoja na Urusi ilianza tarehe 23 mwezi wa 5 2024 ambapo leo Urusi pamoja na Ukraine wamebadilishana tena mamia ya wafungwa saa chache baada ya mashambulizi makubwa dhidi ya Kiev. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky pamoja na wizara ya ulinzi ya Urusi walisema Jumamosi kwamba kila upande umewarejesha nyumbani wanajeshi mia tatu na saba zaidi siku moja tu baada ya pande zote mbili kuchangia jumla ya watu 390 wapiganaji na raia kama sehemu ya makubaliano makubwa ya kubadilishana wafungwa. Kubadilishana huku kumefanyika saa chache baada ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, kushambuliwa kwa droni na makombora mengi kutoka Urusi. Utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev, polisi wameripoti uharibifu wa katika wilaya sita za jiji hilo, na hadi sasa watu 15 wameripotiwa kujeruhiwa. Kabla ya mashambulizi hayo, meya wa Kiev Vital Krishenko aliwaonya wakazi wa mji huo kuhusu zaidi ya droni 20 za Urusi ambazo zilikuwa zikielekea katika mji huo. Wilaya ya Oboron kaskazini magharibi mwa Kyiv ndiyo ambayo imeathirika zaidi, kwa mujibu wa maafisa. Mkazi wa eneo hilo, Olha Kalina, mwenye umri wa miaka 42, amesema nyumba yake ilishambuliwa akiwa na wazazi wake. maeneo mengine Ijumaa iliashiria mwanzo wa mpango tata wa kubadilishana wafungwa elfu moja kutoka kila upande, mpango ambao unatarajiwa kuendelea hadi mwisho wa wiki hii. Kubadilishana huku kumefanyika mpakani mwana Belarus kaskazini mwa Ukraini kwa mujibu wa afisa mmoja wa Ukraine aliyezungumza kwa masharti ya kutotajwa jina kwa kuwa hakuwa na ruhusa ya kuzungumza hadharani. Wafungwa wa Urusi waliorejeshwa walihamishiwa Belarus kwa ajili ya matibabu, ilisema sehemu ya taarifa ya wizara ya ulinzi ya Urusi. Walipokuwa wakiingia kwenye kituo cha matibabu, watu waliokuwa wakishika mabango na picha za wapendo wao walikuwa wakipaza majina na nambari za vikosi vya kijeshi, wakitafuta habari kuhusu ndugu zao. Makubaliano haya ya kubadilishana wafungwa, ambayo ndiyo makubwa zaidi kuwahi kuhusisha raia wa Ukraine kwa wakati mmoja, yalikuwa ni tukio adimu la ushirikiano kati ya maeneo ya Urusi pamoja na Ukraine. Msemaji wa ikulu ya Kremlin bwana Dmitry Peskov alizungumza Ijumaa tarehe 23 mwezi wa 5 kwamba hakufanikiwa kufanya makubaliano yoyote kuhusu mahali ambapo duru nyingine ya mazungumzo kusitisha mapigano inaweza kufanyika. Huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov Ijumaa alisema kwamba Moscow itawasilisha kwa Ukraine rasimu ya waraka wenye masharti ya makubaliano ya amani endelevu ya muda mrefu na ya kina mara tu mchakato wa kubadilishana wafungwa utakapokamilika. Viongozi wa Ulaya wameishutumu Urusi na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kuchelewesha juhudi za amani huku wakijaribu kutumia nguvu za kijeshi